Kumbuka, kuna aina ya maamuzi kuna vitu kwenye maisha uwezi ukavipata mpaka umepoteza vitu vingine. na kwa mtu wa kuogopa, hautaweza kuwa na focus kama mtu ambaye anataka kujiajiri na ameajiriwa, uwezi ukapata vitu kwa wakati mmoja kuna na wengine, maamuzi mengine yana, yana maumivu ndani yake, yana pain. Unatakiwa uyafanye. Lakini mtu anaahirisha tu. Tangu miaka mitatu iliyopita, sasa nitafanya mwakani, mwaka unaisha. Miaka haikusubiri. Ukiwa mtu wa namna hiyo, maana yake wewe hauna focus, utapoteza. Uzingatia kitu kimoja kwenye maisha yako, maombi yako ya kazi yako, yameondoka. Chagua unachotaka kukifanya na koma nacho, uone kama Mungu atafanya za mtu mwenye nia mbili hatapata kitu. Hata funge aombe, ukiwa na nia mbili utapata chochote. Kwa shetani hapo, usiki, shetani amekaa pembeni kabisa. Alafu kufanya maamuzi, watu wanafikiri ni rahisi. Ukitaka kujijua, ngumu kufanya maamuzi. Kuna watu wengi hapo, mkiambiwa mchague soda, mjuche soda ya kunywa, mkikaribishwa nyumbani kwa watu mko eh, unakunywa soda gani? Unajibu nini? yote simpo hapa najibu yoyote, maanake hata soda tu ujui. Maisha yako kuna watu hawajui kabisa wanachokitafuta kwenye maisha, hawajui. Ukitaka waafrika wapoteze muda wakienda restaurant, wape menu ili ya kusoma, ndio utajua. Kwa sababu shughuli ya kwanza inakuwa kuangalia bei, hawaangalii chakula, wanaangalia kwanza nini? Bei ikuchagua chakula inakuwa muda mrefu kwa sababu watu wengi hawajui wanachokitaka, hawajui. Sasa na wewe, kama ujui unachokitaka unamzuia Mungu kufanya kitu kwenye maisha yako. Muuliza jirani yako, unajua unachokitaka? haja kusikia. Muulize tena, unajua unachokitaka? Kama unajua unachokitaka maanake unakuwa straight, unajua unachokitaka unakisema, unawekeza unakifuatilia kwa sababu unajua unachokitaka. Ukijua unachokitaka, maana utakuwa na ujasiri wa kukisema. Usipofanya hivyo, kila siku utakuwa unaanza upya kwenye maisha yako na kila siku utakuwa unarudi nyuma. Ndiyo maana ukiongea kwa kitu unachokitaka, sema kwa sauti, fanya kwa bidii, kila mtu ajue kwamba hicho ndio unachokitaka. usha kupanda daladala kupanda dalala, alafu na nauli haitoshi, nauli ifanye nini? Alafu namwambia konda, samani limepungukiwa mia, ugianae vizuri.